Michezo mbalimbali inaendelea kurindima kwenye viwanja tofauti katika manispaa ya Singida kuelekea kilele cha Meimosi kitaifa. Kwenye dimba la Mwenge kumefanyika mchezo wa riadha na wizara mbalimbali zimeshiriki kikamilifu, huku wizara ya mambo ya ndani ikiibuka kidedea. Washiriki wa mchezo wa riadha kwa mita mia moja mita mia nane na mita elfu tatu wameweza kuzungumza kwa majina. Naitwa Stewardi Erusi Mboya, mkimbiaji wa mita 800 na nimekuwa mshindi wa kwanza. Siri ya mafanikio ni kujituma, kufanya mazoezi kulingana na programu ya kocha anayokupa. Singida na hali ya hewa ni, hali ya hewa ni nzuri. Kikubwa mi nasema tu labda huyu ameboreshwa kuliko miaka iliyopita. Naomba tu waandaaji wengine wazidi yazidi kuwa bora zaidi kuliko. Jackson Charles ni mshiriki wa mashindano ya kutoka kanda ya Wizara Mambo ya Ndani, nimefurahia mbio jakona, changamoto ya mchanga a, tunamshukuru Mungu tumemaliza salama, tunafanya <laughs> mazoezi. Mazoezi yanachukua muda mrefu sana, kufanya hilo kufanya vizuri. Majini anaitwa Sangeuzi, ni mkimbiaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, nimekimbia mita elfu tatu na kuuka mshindi a Anaitwa Gasisi Gegasa wa ni mkimbiaji wa mita mia na mia mbili pia ni bingwa wa mita mia kwenye mashindano ya Mei Mosi kutokea Wizara ya Mambo ya Ndani asili ya ushindi ni mazoezi siku zote ukitia juhudi kwenye mazoezi kwenye mashindano inakuwa ni kazi nyepesi kwa kazi kubwa sana wako kwenye mazoezi, kwa kwenye mashindano utumie experience e ku naipata kwenye mazoezi. Asingida ni hali ya hewa, hali ya hewa na tofauti na huko uko toka, imetokea Arusha. Kwa hali ya hewa huko kidogo ni afadhali, maana Arusha kuna kwa sasa hivi kuna baridi kali, lakini huko afadhali kuna joto. Kwa upande wake mratibu wa mashindano haya yeye Robert Kaliahai amesema ameridhishwa na maandalizi ya timu zote zilizoshiriki, kwani ushindani ulikuwa ni mkali na kusema kuwa kuna uwezekano katika mashindano haya tunaweza kupata wachezaji wazuri wa timu ya taifa. Kwa ufupi leo tumeanza siku nzuri, uitikio mzuri katika kila idara na kila udhara. Kwa ufupi ni kwamba mbio za leo zilikuwa ngumu au zilikuwa zina shindano mkubwa kuliko mwaka jana, kwa sababu ya watu wengi wametreni, wizara zote zimeitikia wito kwa upande wa riadha, na nina imani ni kwamba tunaweza tukapata viwango vizuri hapo baadaye, hata kwa mchezo wa taifa tunaweza tukapata wachezaji, kwa sababu nimeona hapa kuna wachezaji wa taifa wa riadha wa polisi na jeshi wako hapa na wizara zingine na na idara zingine. Kwa maana hiyo ni kwamba kweli haya ni mchezo wa wafanyakazi ambayo inafanya kazi wafanyakazi wote wanashiriki katika mchezo hii ambao wametikia wito wa serikali katika mchezo hii ya Mei Mosi ya mwaka 2025. Tofauti hakuna sana kwa sababu uh, sasa hivi naona watu wana train wanafundishwa huko waliuko na, na imani kila idara wana walimu. Maana utofauti usio mkubwa sana uh, sipokuwa tu utofauti kwenye sehemu ya kukimbilia kwamba hapa ni, ni sehemu ambayo ya mchanga zaidi ambayo ni rahisi kwa wachezaji uh, na ni na, nafuu na, na kwa wachezaji wote waliata Eh ee, na mwaka jana nilikuwa na kucheza pale Arusha, mvua nyingi na nili, lakini kutufuatia kujua hapa pale tunajua, na hakuna tatizo lolote wala injury yoyote ya ambayo yanatikani kwenye mashindano. Toa maua mengi sana kwa mkuu wa mkoa na kamati yake. Wamejizatiti sana. Kila sehemu nimeona kutoka nifike. Wamejizatiti kila kona. Ee, juzi nilipima mbio barabarani nilienda kuangalia mchezo mwingine endelea basi ite minute ball. Kwa hiyo hata yeye mkuu wa mkoa na muona anashika kwenye uwanja. Eh, mimi nimefurahi sana. Yaani mkoa mkoa pekee ni kwamba anakwenda kwenye viwanja anacheza na wachezaji, anaongea na wachezaji, ni nini tatizo anauliza, na anajichanganya wa mw… wa, wa na wafanyakazi wa kawaida. Ila msifu sana yuye mama ni kwamba ameonyesha ukomavu wa kimchezo ndani ya mkoa wa Singida. Mashabiki waliokuwepo eneo hilo nao walikuwa na haya ya kusema: ni kitu ambacho kinafurahisha sana kuona wafanyakazi wa taasisi mbalimbali wamekutana, wamejumuika sehemu moja na kufanya Uh, mashindano kama hivi ni kitu ambacho kwanza kinajenga umoja, lakini pia kufahamiana. Kwa hiyo ni kitu kizuri, uh, of course ni kitu kizuri sana kusababu, nimona, livu, kwa sababu nimeona kutokana na maandalizi jinsi yalivyo imeonyesha kabisa kwa namna gani uh, serikali pamoja na uongozi wa mkoa wa Singida maana kwa, kwa maana ya mkoa mkoa wamejipanga vizuri kuelekea katika sikukuu ya wafanyakazi ambao ni sikukuu ambayo tunaazimisha utendaji wa kazi wa wafanyakazi mbalimbali duniani kote, kwa hiyo fanyikia kwa hapa Singida ni kitu kizuri, kwa sababu pia kimeibua fursa mbalimbali kwa watu wa Singida. nadhani kwenye upande wa biashara pia, kuna namna moja au nyingine, kuna vitu ambavyo vime, vime, vime, yani imeleta kidogo Uh, matokeo chanya kwa kweli so far, yana utulivu mkubwa sana, mazingira ya Singida kwa kweli yako very conducive. Tulikuwa tunaogopa mwanzoni, baada ya mashindano kuhamishwa hamishwa mikoa, tuliambiwa tutaenda Mwanza tukaja tuambiwa tunaenda Dar es Salaam. Tulivyosikia habari ya Singida, tulihisi kwamba Singida ni mji mdogo ambao utashindwa kuwa accommodate watumishi wote katika mkoa wa Singida, lakini tumefika tumeona viwanja vipo na michezo wanafurahi, mazingira ni mazuri, hali ya hewa safi, so far tunafurahia e Singida. Yaani kwa mkoa wa Singida ambacho tumefurahia ni ile hali ya kutokuwa na vurugu mai, kwa hiyo ile hofu ya wachezaji imetoka. Nikizungumzia mfano labda mikoa mingine tunafika lakini tunapewa alert kubwa sana, kwani makini kuna sijua dudu, kwani makini kuna panya rodi, kwani ma... wachezaji tuna hofu fulani, lakini kwa Singida kuna amani, ambayo hakuna taadhari kubwa tuliyopata tuliopata michezo. Kwa ile amani ya Singida imetufanya tuwe comfortable, tuecheouri safi kabisa nikiripoti kutoka dimba la mwenge hapa mkoani Singida. Ni mimi sports lady wako Hadija Shomari wa Kindai Plus.